Shida nyingi na tabu nyingi amekoma, matatizo mengi na shida nyingi amekoma. Tatizo mahaba, Tatizo mahaba, Tatizo mahaba, Tatizo mahaba okea changamoto nyingi kashapitia Hivi ni macho yangu au makengeza? Mahaba Nani? kwangu wapi? maisha yangu hayana utofauti na upofu. Daanja tangu aondoke, sijui alipokwenda. We mama, umefufuka? Mbona unalia? Unacho kufurahi, we unalia. Kedida, vipi? Nani mama yako deni? Leni ishalipa. Nipeni mzigo wangu deni. Mzigo gani? Nipeni mzigo wangu. Mzigo gani? Nipeni mzigo wangu. Sidaiwi mimi, unanifananisha. Hatimaye moyo wangu umetua baada ya kukuona Mahaba. Asante, lakini hapa unaponiona, mama yangu alifariki na amezikwa na Siti. Pole sana Mahaba. Na vipi kuhusu hali yako ya maisha? Hali yangu ni taabani tu, kura yangu ya shida kuvaa yangu ya mashaka, tunadaiwa kodi ya chumba, na dada Ngala naye sijui alipo. Basi mahaba, inatosha, usiseme sana. Tatizo mahaba. wangu sidaiwi. mzigo gani nipe mzigo wangu vipi? Nipe mzigo wangu, nipe mzigo wangu, nataka, sidaiwi nie ion Mgonjwa sijui atakuwa ameenda wapi. Mara mwisho mimi nimemwacha amelala kitanda hiki, sasa sijui ameenda wapi, alafu isitoshe mimi nimemwitia daktari huko aje kumuona. Kwani naumwa mimi? Anaumwa yeye tajijua mwenyeki mpango wa Mpumbavu we, unafua nguo zako tu za babako na ziache, na ziache na hizi zote zifue tena zitakate. Lakini mama, sio vizuri unavyofanya, ungeniambia tu kistaarabu, ningekuelewa kuliko hivi unavyofanya, sio ustaarabu kabisa. Ati sio ustaarabu kabisa? Ustaarabu unaujua wewe hua unaonekana kama ni mtu mwenye mawazo hivi. We acha tubosukari. <laughs> Hi dunia, adui mkubwa wa maisha yako ni mtu wa karibu yako. Unamaanisha nini? Maana nimepita pale kazini kwako nimekuta pamefungwa, na kama unavyojua, unazoesha kula chips kwako. Mimi sijafunga kwa kupenda, Mushi amenibia hela zote za mauzo, amenitoroka nyumbani, sijui hata alipo, yan amenitia umaskini kweli. Rafiki pole sana Douglas, yani yule mtoto Mushe amekufanyia umafia kwa jinsi alivyo, ni tofauti na matendo yako haya. Sasa hivi unajishughulisha na, na nini? Niko jua mawe, hata sielewi. Yaani Mishi amenivua nguo zote, na kama unavyojua maisha magumu hapa mjini bila ya pesa, hata hata kukuwa na samani. Sina kazi kaka. Kwa hiyo unamtukana babako, kuniambia mimi sio mstaarabu, si ndio? Hapana mamangu, sina maana hiyo. Wee kona kuniita mama, mimi siyo mama yako. Mama yako poko kaburini, na kuanzia leo wewe utakula jeuri yako basi. Mama nisamee, nimekosa, sitarudia tena Douglas, ea. Ingia kwenye gari. <tik> Habari yangu mbaya, sio nzuri kwangu. Kwa nini? Ah, nimekona muda mrefu umekaa peke yako, nimeamua kupaa kampani. Hapana, sina haja na kampani yako. Alafu ikikuangalia, naona kama umekuja kunitia uzito tu. E, ndio muamala nimeuona. E, nimeuona simu e, yangu huwa inatoa kama kawaida, nimeisajili nime vizuri tu e. Asante sana Teku, nakushukuru, asante sana. Acha kudata, mimi nipo kwa ajili yako, jimbo halina mtu, mlango uko wazi, yaani <laughs> wadada, unazidi kunitia uchungu tu hapa. Sikiliza mimi nipo hapa namsubiri Isaac. Anazidi kuchelewa tu. Alafu nikimpigia simu simu yake inaita ana pokelewa. Binti, usinizingue, unajua. Sikuta unaambiwa la jipe mwenyewe. Alafu usipende kunja sura yako tendeka. Sikia kama una 10,000 tunasunga kupe raha. Aya. Unasemaje? Umetumwa wewe? Umetumwa Bwana ona wazimu, ni achana na mimi mahaba. Ndiyo, ndiyo teko unasema? Hapana, uh, Jumamosi mimi nitakuwa na kazikazi -kazi nyumbani za kufua, manake manguo machafu sana. Sasa sijajua Jumamosi, kusema la kweli, yani ndio. Uh, kwa nini? Aya, basi sawa Sawa, nimekuelewa haina shida. Aya, asante <laughs> asante kwa mwamala <laughs> Mama Kibubu, wewe ndo mama yetu, nakuaminia Mama Kibubu. <laughs> Mama etu, Mama Kibubu. <laughs> teku Mama Kibubu. Wewe ndo mwasibu wetu ah. Kwa hiyo sasa mimi ile nani? Wewe kinakuuliza nini na eh? hizo dawa za nini? Eh? Mama kitu, hamna ah, kitu wakati unalia? <laughs> eh? Mama mimi nalia tu kwa sababu tumbo linaniuma sana. <laughs>

Oh, karibu sana mahaba. Jisikia uko nyumbani. Asante. Dada bali yao. Then you gotta go. What? I haven't seen action in in 200 years. Fumel, you can do this. We believe in you. Deka. Mgeni anakusalimia, mbona hauitiki? Sio lazima, hata nisipoitikia, hapungukiwi na kitu. Hayo sio majibu mazuri. Mazuri muungwana huongea kwa heshima na busara. Si tumekubaliana mimi nawe tuchemshe mwarobaini unywe? Eh sasa, haya madawa umeenda kuyatoa wapi? Unaumwa nini kwani? Au unataka kujiua wewe? Hivi kama kuna shetani anataka kuingia huyo wa kujiua, yani jua kabisa ukijiua unapata dhambi. Yani dini zote mbili zinakataza swala, la kujiua ni dhambi kubwa sana. Alafu wewe mwanangu bado mdogo sana, umeelewa? mausuanaofu mi siwezi kujiua mimi, kweli siwezi kujiua ana kama ikibidi kama mwarobaini matayari mi niponazikunywa hivi tena. Maana nimekuja hapa kuuliza je, ile dawa tayari mwarobaini unachemka? Nikuletee kikombe kizima kijae au niweke nusu? Wewe nakuta unalia, hasa ndio nakuuliza nini? Nyanyuka sasa hivi, twende kwenye dawa. Twende kwenye mwarobaini. Huyu atakunichanganya huyu. Huyu anatakunichanganya kabisa kichwa changu. Sana vyema. Nadawa kapata wapi? kapata wapi? huyu anataka kujiua huyu, anataka kujiua alipoama lipoaan ni... una. Huyu unayemuona hapa anaitwa Mahaba ni wifi yako <laughs> wifi yangu wifi gani wifi kituko wifi kikaragosi hana hadhi ya kuwa wifi yangu hana hadhi ya kuwa kwenye familia yetu deka hauwezi kunipangia mahaba ndio chaguo langu na wewe ulisema unamtaka wifi yako wa kuishi naye sasa leo vipi mbona haumtaki Ukitaka mimi nawe tuelewane, tugawane mali. Shida nyingi na taabu nyingi, amekoma. Matatizo mengi na shida nyingi, amekoma. Tatizo Mahaba.